Mzozo wa DRC Muhozi Kainerugaba atishia vikosi vyake vitateka mji wa Kisangani. Mkuu wa majeshi wa Uganda Muhozi Kainerugaba ambaye ni mtoto wa rais wa nchi hiyo amesema kuwa vikosi vyake vitathibiti mji wa Kisangani iwapo waasi wa M23 watachelewa kuteka mji huo. Kupitia mtandao wake wa kijamii wa X ambapo amezungumzia mengi kuhusu DRC. Kainerugaba amesema jeshi lake au waasi wa M23 wataingia Kisangani na agizo la Rais Joeli Museveni ili kuwaokoa wakazi wa mji huo wakati wowote kutoka sasa. nimepokea jumbe za kutosha za WhatsApp kutoka kwa watu wetu huko Kisangani, tutadhibiti eneo hilo kesho kama mzee Museveni ataruhusu, aliandika kwenye mtandao wake huo wa X. Wanajeshi wa Uganda wamekuwa nchini DRC wakishirikiana na jeshi la FARDC kupambana na makundi yenye silaha wakiwemo waasi wa Kodeko na ADF. Akionekana kuongelea kuwa nia ya kulinda wakazi wa DRC, ameapa kuwa hata acha wakazi wenye asili ya Uganda kama vile Aras, Bahema, Banande na Butusi wapitie changamoto na kusema ana haki ya kuwalinda. Aidha pia amependekeza rais wa Marekani Donald Trump asiingie katika kataba wowote wa madini Afrika Mashariki bila Uganda na Rwanda. Sio mara ya kwanza Kainerugaba kutoa kauli za kutatanisha katika mtandao wake wa kijamii wa X. Licha waasi wa, wa M23 kuchukua miji kadhaa ya mashariki mwa Kongo, waasi hao wajaonesha nia ya kutaka kudhibiti mji wa Kisangani, M23 ikidai inapanga kujiondoa katika mji wa Walikale ili kutoa nafasi ya mazungumzo na serikali. Muhozi Kainerugaba, jenerali mashuhuri wa Uganda mwenye uchu wa madaraka, akiwa amefunzwa katika vyuo vya wa kijeshi vya hadhi duniani kote, mtoto wa rais wa Uganda Yoweri Museveni amegeuka kuwa jenerali wa jeshi ambaye amepata sifa mbaya kwa ujumbe wake wa kisiasa katika mtandao wa Twitter, ambao ambazo zimepelekea siasa za ndani na za kikanda kuingia doa. Jenerali Muhozi Kainerugaba alijigamba kwamba jeshi lake linaweza kuteka mji mkuu wa Kenya Nairobi, chini ya wiki mbili na kuwaonya wapinzani wa, wa Misri kwamba Uganda itaingia katika vita vyovyote upande wa taifa la Afrika Kaskazini huku kwamba huku upande wa ndani akionyesha nia kumrithi baba yake mwenye umri wa miaka 78 amekaidi agizo la kuacha kuweka ujumbe wenye utata kwenye Twitter kwa kuandika mimi ni mtu mzima na hakuna mtu atayenipiga marufuku kwa chochote mwandishi wa habari mpelelezi wa Uganda Solomoni Seranjwa alisema ujumbe huo wa Twitter ulionyesha kwamba Jenerali Kainerugaba ambaye kwa kawaida hujulikana kama Muhozi, maana yake ni mlipiza kisasi, ni afisa wa kijeshi anayehudumu na malengo ya kisiasa anataka kuwathibitishia wafuasi wake kwamba anaweza kujitegemea na kufanya maamuzi peke yake. Hata hivyo, anabaki kuwa mtoto wa kiume anayepaswa kuzingatia maagizo ya baba yake, alisema. Akiwa madarakani tangu mwaka 1986, Bwana Museveni amekuwa akishukiwa kwa muda mrefu Kumwandaa jenerali huyo mwenye umri wa miaka 48 kumrithi ili kukita kile ambacho wakosoaji wanakiita utawala kifalme nchini Uganda. Familia hiyo inadhibiti Uganda. Mama yake yupo kwenye baraza la mawaziri na yeye ndiyo mtoto wa mfalme akisubiri kumrithi baba yake. Alisema Pita Kaganjwa wa taasisi wa sera za Afrika yenye makao yake makuu nchini Kenya Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alivyofanya jenerali huyo anatumia Twitter kuongeza wafuasi wake. Profesa Kaganjwa anachukulia kama mchochezi ambaye anatumia ujumbe kwenye Twitter ili kuweza kufikia viongozi wa Afrika na kuendeleza malengo ya kisiasa ya Uganda. Muhoozi anachokoza kisha baba yake anapanga aende kuomba msamaha. Na kwa njia hiyo anaingizwa kwenye miduara ya viongozi. Mkakati huu ulionekana wakati jenerali Kainerugaba alipoikashifu serikali ya Ethiopia alipojitokeza kuunga mkono sana Misri, wakati ambapo iko kwenye mzozo mkali na Ethiopia kuhusu bwawa kubwa lililojengwa kwenye mkondo wa mto Nile. Baadaye alisifu hali ya kupata ushindi wa vikosi vya Tigray vilivyohusika katika vita vya kikatili na wanajeshi wa shirikisho la Ethiopia na kusema kwamba wale waliobaka dada zetu wa Tigray na kuua ndugu zetu lazima waadhibiwe badala ya kumgeuza kuwa mtu wa nje ya nchi Ethiopia. Ujumbe huo wa Twitter ulifungulia njia ya kuzuru nchi hiyo kukutana na Waziri Mkuu Abiy Ahmed na maafisa wakuu wa kijeshi mapema mwaka huu, ilipelekea jenerali huyo kubadilisha wimbo wake na kuanza kumsifu Bwana Abi, ambaye akiwa na umri wa miaka 46 ni mdogo kwake, kama ndugu yangu, na kusema kwamba tunaamini kwamba suruhu za Afrika kwa matatizo ya Afrika. Alieleza mtazamo sawa na ule wa kiongozi wa Ethiopia, kusisitiza sifa zake kama mwana Afrika, baba na mwana wanafanya kazi pamoja. Jenerali Kaina Rugaba anapenda kutumia maneno ya kifamilia akifichua katika mchakato huu jinsi anavyowaona viongozi mbalimbali wa Afrika na uhusiano wake nao ukoje. Anamtaja rais wa Rwanda Paul Kagame kama mjomba wangu na amemtembelea katika shamba lake. Mzozo uliosababisha kufungwa kwa mpaka wa Rwanda na Uganda alijaribu kurekebisha uhusiano kwa kupanga mkutano kati ya babake na mjomba. Ilipofika Kenya, Jenerali Kainerugaba aliweka ujumbe kwenye Twitter kwamba alizungumza na rais wa zamani Uhuru Kenyatta baada ya kujiuzulu baada ya kumaliza kwa mihula yake miwili mwezi Agosti. Tatizo langu pekee na kaka yangu mpendwa ni kwamba hakusimama kwa ajili ya muhula wa tatu, tungeshinda kirahisi. Hili lilizua taharuki miongoni mwa Wakenya kwenye Twitter ambao walimshutumu jenerali huyo kwamba kujaribu kuhujumu demokrasia yao. Profesa Kaganjwe alisema hatua ya jenerali huyo kuingilia kati ilikuja kinyume na hali ya uhusiano mbaya huku rais wa Uganda akipinga bwana Kenyatta kumuunga mkono mwanasiasa mkongwe wa upinzani Raila Odinga katika kampeni za uchaguzi, akimwona kama mradi wa ubeberu wa mataifa ya Magharibi. Bwana Museveni alimpeleleza William Ruto, ambaye alishinda urais baada ya mchuano mkali nia ujumbe huo wa Twitter ulikuwa ni kumfurahisha Kenyatta, ili asimpotezee kwa sababu bado ni muhimu katika siasa za Kenya, profesa Kaganjo alisema. Baba na mwana walikuwa wakifanya kazi pamoja. Muhozi anajifanya kuwa kinyume na baba yake kuwa ni mtu wa machafuko, hiyo inafanya baba yake aonekane mzuri. Jenerali Kainerugaba pia alitoa ujumbe wa kichochezi zaidi ya wafuasi wake zaidi ya laki sita akisema kwamba haitatuchukua sisi jeshi langu na mimi wiki mbili kuuteka mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Profesa Kaganjwe alisema ujumbe huo uliibua kumbukumbu za madai ya kidikteta wa wakati huo wa Uganda, Idi Amin katika miaka elfu moja mia tisa sabini kwamba sehemu kubwa ya Kenya ni ya Uganda na ilikuwa ukumbusho wa haja ya kutatua mzozo wa muda mrefu kati ya Uganda na Kenya kuhusu kisiwa cha Migingo. Alipokabiliwa na upinzani kutoka kwa Kenya ambao alimkanyagwa kwa matamshi yake ya kizembe, kamanda huyo wa kijeshi aliwataka watulie, sitawahi kulipiga jeshi la Kenya kwa sababu baba yangu alinambia nisijaribu kamwe. Serikali ya Kenya haikuzungumza hadharani, lakini huku mabishano haya yakiendelea kushika kasi, bwana Museveni alilazimika kumpigia simu bwana Ruto ili kumwomba msamaha kwa kosa la mwanaye. Hili lilifungua njia kwa bwana Ruto kuhudhuria sherehe za kuadhimisha miaka sitini ya uhuru wa Uganda na kwa jenerali Kainerugaba kuutoa uungwaji mkono usio na kikomo na kamili katika kutatua matatizo ya zamani, huku jeshi la Uganda pia likielekezea wasiwasi wao kuhusu jenerali wao wa kutu... Treaty. Bwana Museveni aliamua kuwaweka sawa kwa kumfukuza kama kamanda ya kikosi vya nchi kavu. Majenerali wakuu walizungumzia suala la nidhamu ambalo ni la msingi katika jeshi na Bwana Museveni hakuwa na chaguo. Bwana Seranjwa alisema kama angekuwa mtu mwingine angeshafikishwa mahakamani. Lakini Bwana Museveni pia alichukua fursa hiyo kumpandisha cheo mwanaye hadi afisa wa ngazi ya juu, jenerali wa nyota nne, huko akimuweka kama mshauri wake Tamaa ya kupitiliza baada ya kuhitimu kutoka chuo cha kijeshi cha Sandhurst nchini Uingereza, Jenerali Kainerugaba alianza kupanda cheo katika jeshi la Uganda ambapo alijiunga rasmi mwaka 1999. Akiwa ameoa na watoto wanne, anafanya mengi ya imani yake ya Kikristu na maadili ya familia kwenye Twitter. Alichukua jukumu muhimu katika uundaji wa kamanda ya kikosi maalum SFC, kitengo kinachohusika na usalama wa baba yake. Pia kimeshutumiwa kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu ikiwa ni pamoja na kuwaweka kizuizini na kuwatesa wanaharakati wa upinzani. Muhoozi alipanda chao na kuwaongoza walinzi wa baba yake mwaka 2008, wadhifa alioshika hadi mwaka 2017. Alirejea kwenye kitengo hicho wakati wa msimu wa uchaguzi mwaka 2020 wenye ghasia, aliandika mwandishi wa habari wa Uganda Musinguzi Branch katika The Africa Report. Bwana Seranjo alisema baada ya kutimuliwa kama kamanda ya kikosi vya nchi kavu, haijafahamika ni kiasi gani jenerali huyo sasa ana ushawishi katika jeshi. Jambo lililowazi ni kwamba Bwana Museveni amekatiza matumaini yoyote aliyokuwa nayo mwanaye ya kumrithi katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na sita, baada ya wenzake wa zamani akiwemo makamu wa rais na waziri wa mambo ya ndani kuanzisha kampeni ya kumtaka agombee tena wadhifa huo. Hili lilikuwa pigo kubwa kwa makundi mengine ambayo yalikuwa yameibuka kwenye Twitter chini ya lebo za hashtag kama vile MK Amli na MK 26 kutafuta ungoje mkono kwa jenerali huyo kuchukua nafasi kutoka kwa baba yake. Wale wote wanaotaka nisisimame mwaka 2026 wale wote ambao hawapendi, alisema kwenye Twitter mnamo Mei. Hili liliungwa mkono na kampeni ya mashinani iliyoshuhudiwa tarehe za kuadhimishwa miaka 48 ya kuzaliwa kwa jenerali huyo mwezi Aprili na ungoji mkono wake kwa mipango mbalimbali mbali, katika kile kinachoonekana kama nia kukuza sifa zake hasa miongoni mwa vijana muhoza na jeshi kubwa la vijana wafuasi wake wanajaribu kutafuta uungwaji mkono na vijana bwana Seranjo alisema. Hili linaonekana kuwa muhimu kukubaliana na kukua kwa umaarufu wa viongozi vijana wa upinzani kama mwanasiasa aliyegeuka kuwa mwanamuziki Bobi Wine ambaye jenerali anajaribu kumdharau kwa kumtaja kwa Kiswahili kama Kabobi, kumaanisha Bobi mdogo. Bwana Seranjo anahisi kuwa jenerali huyo ana tamaa ya kupitiliza kwa matumaini yake ya kupigiwa kura mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Rais Museveni hataacha lolote, ikiwa ni pamoja na kujitolea mhanga kwa chake mwenyewe ili kusalia madarakani. Na ikiwa bwana Museveni atathibitisha kwamba atawania urais, mwanaye anayejulikana kama kiongozi mkuu wa vizazi kwa baadhi ya wa wafuasi wake kwenye Twitter anakabiliwa kuhakikisha kumfanyia kampeni.